Wapiganaji wa Houth wameishambulia kwa kombora meli ya kampuni ya Spliethoff, ya nchini Uholanzi katika ghuba ya Aden. Shambulio hilo limesababisha meli hiyo kuungua moto huku wafanyakazi wawili wakijeruhiwa na mmoja kati yao ameumia vibaya na kupelekwa nchini Djibouti kwa matibabu. Meli hiyo ilikuwa na wafanyakazi kumi na tisa kutoka mataifa ya Ufilipino, Urusi, Sri Lanka na Ukraine na wote wameokolewa kutoka katika meli hiyo. Miaka miwili imepita tangu wapiganaji wa Houthi walipoanzisha mashambulizi dhidi ya Israel pamoja na meli zinazoshukiwa na kundi hilo kuwa zina uhusiano wa karibu na Israel, ambapo zaidi ya meli mia moja zimeshambuliwa na wapiganaji wa Houthi. Hata hivyo, inasadikiwa kuwa sio meli zote zilizoshambuliwa na kundi la Houthi zina uhusiano na Israel. Shambulio hilo limeongeza wasiwasi katika ghuba ya Aden ambayo ni njia fupi na muhimu ya meli inayounganisha bahari ya Hindi na bahari nyekundu kupitia mlango wa Bab el Mandeb. Taarifa zinaonyesha kuwa bidhaa zenye thamani ya zaidi ya dola trilioni moja zimekuwa zikisafirishwa kila mwaka kupitia njia hiyo kabla ya kuanza kwa vita vya Gaza. Serikali ya Uholanzi imelaani shambulio hilo huku Umoja wa Ulaya ukitakiwa kuongeza hatua za kuwadhibiti. Mashambulizi ya wapiganaji wa Houth yanazidi kuharibu safari za meli katika njia ya kimkakati ambayo inategemewa na nchi nyingi duniani. Baadhi ya kampuni za usafirishaji baharini zimebadili njia na kuelekeza meli zao kupitia Rasi ya Tumaini Jema katika pwani ya Afrika ya Kusini. Safari inayoongeza muda na gharama kubwa zaidi kwa bidhaa kufika barani Ulaya na Asia. Mzunguko huo huongeza idadi ya siku na gharama za usafiri kwa kiwango cha kati ya dola laki sita hadi milioni moja na idadi ya siku za usafiri huongezeka hadi wiki moja zaidi.